Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Sura kumi na moja ile aya ya kwanza, Waebrania kumi na moja na ile aya ya kwanza. Mtanuku neno la Bwana linasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyo uwezekana. Takatifu, takatifu takatifu, unaona vyema leo ukutukuze. Pia nashukuru kwa fursa ulionichagua leo nitoe neno lako. Mungu bariki watu wako, bariki pia mimu iniendavo sita ili leo nitumikie vyema, nitoe neno lako, nitumie kama chombo, uonekane wewe, bariki watu wako ili hatimaye hata watakapokuja mara mbili hata mmoja asiwepo kupotea. Neema yako inatosha kwa jina la Yesu amen. Kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho nilikuwa nafikiria historia yake, ni kitabu ambacho hakitaji mwandishi, lakini watu wanasema waenda kwa mtume Paulo. Ni kitabu ambacho kimesheheni

wasiofanyaji wasioonekana. Maana nyingine, imani ni uhakika usio na mashaka. Imani ni macho yanayoona kesho kabla leo haijaisha. Imani, imani ni sawa na ndege ambayo imefika mwisho wa safari kabla ya kupata. Imani ni sawa na kutembea gizani na kudhani kana kwamba kuna nini, kuna nuru, yani kama napenda kufananisha na hewa ya oxygen. Kwenye mwili wa binadamu, ikikosekana hewa ya oxygen, mtu una hali mbaya, lakini kiroho pia, ukikosa oxygen ambayo nimefananisha kama imani. Imani oxygen ni sawa na oxygen kiroho pia. Niwabariki, niwashukuru sana waimbaji, unaeleza vizuri wimbo uliotoka uliotoka kuimba Inaonekana Mungu wetu anajali afya ya kiroho na afya ya kimwili. Anasema kukimbia kwetu isiwe siku ya Sabato wala ni siku ya baridi. Watashuhudia kwamba watu wenye shida ya kumu kwenye baridi wanapata shida, lakini pia ikiwa siku ya Sabato wanajua watu wanafanya nini, watapata shida. Kwa hiyo Mungu wetu anajali afya ya kiroho na afya ya kimwili maana anasema ombeni siku hiyo kukimbia kwetu isiwe siku ya Sabato wala si wakati walili wali. Kwa hiyo imani ni kitu muhimu sana kwa msafiri wa kwenda mbinguni. Ndio maana hata kwenye Luka kumi na nane aya nane, msomaji unaweza kusomea wale Mungu anapoimiza kuhusu imani, Luka kumi na nane na ile aya nane Nawaambia atawapatia haki upesi. Nawaambia, atawapatia haki walakini, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? waa naona hilo swalislakuli mwana wa Adamu atakapokuja ataiona imani kwako? Hilo ni swali la mimi na wewe. Zkasimamia mazuri mimi, lakini imani yako kwa Yesu. Mwana wa Adamu watakapokuja, ataiona imani duniani? Atawakuta watakatifu wanamwamini Yesu? Mwana wa Adamu watakapokuja, atakuta watu wanamwamini Mungu? Maarebali kwenye Mathayo y kumi na saba aya ishirini tusome Mathayo kumi na saba na aya ishirini anaeleza Yesu akawaambia. Yesu akawaambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana kwa kwa maana amini nawaambia, mkiwa na na imani kwa kiasi cha punje ya haradali. Mtawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule hapa nao utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Kwa hiyo Mungu anaeleza hilo fungu kipitele na lilitumia lugha ya kiti, maana yake unaweza ukawa na milima mbalimbali kwenye maisha yako, inaweza ikawa changamoto za maisha, shida mbalimbali, dhiki, matatizo, lakini ukiamini anasema ukikuwa na imani kama punje ya haradali, unaweza kuambia mlima ng'oa mo. Mtu mmoja anasema ulikuwa kuna mlima, nimesoma kisa kimoja, kulikuwa kuna mlima mmoja ambao ulikuwa umepinga barabara, wakasema tunamwomba Mungu siku moja, huu mlima uje uondoke. Wakaa, baada ya wiki mbili wakashangaa mkandarasi amekuja anasema "Huu mlima umeambiwa, itabidi ipite barabara Kumbe na watu walikuwa wamejikita kuomba, hatimaye ndio kufanya. Kwa hiyo sio, ni design nyingi Mungu za kutumia watu ili kazi yake iweze kwenda, hatimaye kuwasaidia watu wa Mungu wale wanaomwomba. Nikija kwenye mambo makuu matano ambayo yanafanya imani itende kazi, jambo la kwanza ambalo litafanya imani yako itende kazi ukisoma okay, Waebrania kumi na moja na ile aya ya sita, somaji wangu unaweza kupata, unaweza kusoma Waebrania kumi na moja na ile aya ya sita. Lakini pasipo imani, lakini pasipo imani, pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Kwa taa, kwa taa, ya kwamba wapa sababu wale wafanyaje wafuataa. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima uamini Mungu yupo, imani itafanya kazi kwako. Usipomwamini Mungu mambo mengi kwako yanakuwa magumu, lakini ukimwamini kwamba kwa kwa kwa yeye yuko, utaweza kushinda. Kuna visa vingi, unaona somo la tano inaonyesha Henoko, kwa imani alihamishwa wasiwaje nini mauti. Kitabu cha wya nabii inasema eneo kuelekea stage akawa anaogopa, hata ukaenda stimizi anajua nikifanya na nitatenda dhambi na amri ya Mungu, inasema usiue. Ikafika stage Mungu akamwambia, akampeleka kaenda mbinguni pia. Elia anasema upepo wa kisulisuli ndani akamchukua, kaenda mbinguni kwa mujibu wa Wafalme wa pili, ile haya ya pili, ile sura ya pili, haya ya kwanza na 11 anaeleza upepo kaja, akamchukua kisulisuli, kaenda mbinguni pia tunaona hao ni wa mashujaa wa imani ambao Mungu alipendezwa nao, hatimaye aliamua kuwahamisha wakaenda wapi? Mbinguni, ili wasionje mauti. Nao wanaashiria watakatifu watao kutwa wako hai waliotenda mema kama Elia na Enoko watachukuliwa na kwenda mbinguni. Lakini Yesu Kristo na Musa wanaashiria watakatifu waliokufa katika Kristo watachukuliwa kama Msa ukisoma kumkumbula tolati ile 34 aya 4z 1 anaeleza hizo hambari kwao. Jambo la muhimu ili imani yako ifanye kazi, lazima umwamini Mungu yuko. Lakini jambo la pili, tusome Warumi kumi na ile aya ya kumi na saba kumi na ile aya ya kumi na saba. Basi imani chanzo chake ni kusikiana kusikia. kusikia huja, la na kusikia huja na eh, ni. kisia, la kwa neno la nani? na Kristo. Kwa hiyo nategemea asikia nini, ukisikia kusikia kuna kuja kwa neno la nani? na Kristo, kwa ukiamini neno la Kristo litakusaidia na neno la Kristo ni Biblia Takatifu, Biblia ambayo ina vitabu 66 ambayo agano... ambayoa la kale thelathini na tisa, agano jipya 27. Biblia ambayo ina sura 1189, utakuta ina mambo muhimu ambayo yanaeleza habari ya Yesu. Kwa hiyo jambo la pili, lazima ujue chanzo cha imani ni Kristo. Ukijua chanzo cha imani ni Kristo, Mungu atakusaidia mambo mengi, ambayo tananii atakusaidia, na utaweza kufanikiwa. Lakini jambo la tatu, jambo la tatu lazima imani ifanyie mazoezi. Imani lazima ifanyie mazoezi. Kuna nukuu nilisoma kitabu Ellen White kitabu cha ja elimu ya kweli, ile sura ya 3 kipengeleza cha education, ukurasa wa 206 anasema anasema imani inaendeshwa kwa kumjua Mungu. Laiti watu wa mungu laiti watu wa Mungu wangeifanyia imani mazoezi wangefanikiwa kwa mambo mengi ya kiroho. Kwa hiyo Mungu anahimiza imani zetu tuzifanyie mazoezi. Utasoma utasoma hata Mathayo ile ishirini na tano utaona vile visa ndio wale watu waliopewa talanta, mwingine alipewa tano akazalisha, mwingine akapewa mbili akazizalisha, lakini mwingine aliyepewa moja akaifikia. Maana yake hakuifanyisha mazoezi. Mungu anaweza kama amekujalia karama nyingi, lakini kama usifanyishe mazoezi, utashangaa abai kuwa leume Mungu ameweka kitu ambacho inabidi mtu wa Mungu kufanyie kazi ili hatimaye uweze kuwa na vitu ambavyo kufanya vile vitu Mungu ambavyo amekuagiza, pia ana kitabu cha maandishi ya awali, ule ukurasa wa 72 abi b labda a kwanza na pili, anazungumza imani ya kweli inashikilia inashikilia baraka na ahadi kabla ya kuziona na kuzihisi. Kwa hiyo imani ya kweli inashikilia inashikilia baraka na, na ahadi za Mungu kabla ya kuziona na kuzihisi. Kwa hiyo imani, wengi waliofanikiwa hata kiafa hata kibiashara, wale ambao wanafanya mazoezi na imani. Mtu mmoja anapenda kumnukuu, anaitwa Thomas Edison, aliyevungia ba alifanya majaribio 1999 jaribio laefu kumi neno kwa wake akasema, udhaifu wa mwanadamu huko kwenye kukata tamaa. Wanadamu wengi wanakata tamaa kwa sababu kitu akishindwa mara moja naamini ameshindwa, lakini Thomas Edison alijaribu na elfu moja ya 999 yake alikuwa na imani thabiti, kusema hivyo siku atafanyaje, atashindwa. Alafu ukija mtu mwingine aliyegundua soda ya eia alijaribu mara saba, hatimaye mara ya saba mwana mwanzo walipatisha tamaa lakini mara ya saba aliko jaribu akasema anajaribu la mwisho, lakini hatimaye akaweza kutengeneza, ikawa viwango imefika, hatimaye ikawa imefikia viwango ujenzi. Na ndio maana namba saba inabidi namba kamilifu, wengi wanakamilisha. Naamani mwenyewe aliambiwa auda mara ya saba, hatimaye amefanya akapona ukoma wake, kwa hiyo inabidi watu wa Mungu tuwe tuifanyie imani mazoezi. Unaweza kukuta kuna mgonjwa aiwatu wa Mungu tunabamba iji wadea mgonjwa na mapepo, watu wanaogopa, sababu imani yake hajaiweka kuifanyia mazoezi, na Mungu anatamani imani yetu kuifanyie mazoezi hatimaye ataweza kumshinda pia ibilisi. Nasemaje? nasemaji nawe utakuwa na hekima ra, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. a maneno kitabu ya wa Methali tatu na nailya ishirini e, jambo la nne kuzungukwa na watu wanaozungumzia imani, unasema enenda na wenye hekima, nawe utakuwa ani na hekima, bali rafiki

Kwa hiyo hata watu tunao shida nao itaidi sana Bali na utumi, lakini kuna wakati itabidi kujiwekea mipaka, kusema watu fulani ambao wanazungumza mambo ambayo sio sahihi, siwezi nikayonga mkono. Kwa hiyo ukizungukwa na watu wenye imani nawe utakuwa na imani. Jambo lingine Emee Mungu wakati wote hiyo, kusoma Wakorinto ya kwanza sura ya kwanza aya ya tisa na ya kumi Wakorinto wa pili. Sisi wenyewe tulikuwa katika hukumu ya mauti katika nafsi zetu ili si tusijitumainie nafsi zetu, zetu, si zetu, zetu, bali tumtumainie Mungu awafufuae wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti t tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Ambaye tumemtumaini atazidi kufanyaje? Kutuokoa. Kwa hiyo mtegemee Mungu wakati wote, hata ukikumbana na magumu mtegemee nani? Mungu. Ni vyema kumtegemea Mungu wakati wote, ili hata ukiwa na majaribu akusaidie wewe. Anasema mkimilie Mungu wakati wa shida, lakini ni vyema mkimilie Mungu wakati wote ili atakapata changamoto ataweza kusaidia. Kwa hiyo tukimtegemea Mungu atatusaidia, kwa maombi na sala na kusoma neno atatusaidia. Ellen G White katika kitabu cha Pambano Kuu ule ukurasa wa mia tano thelathini anasema, pasipo maombi hata kwa saa moja hakuna aliye salama. Kwa watu wa Mungu, tumtegemee Mungu mpaka. Hata mwimbaji mtunza wimbo namba ishirini na sita nina haja nawe, anasema alipitia matatizo mengi sana, lakini atapuomgia makumu yale kumtegemea Mungu ataweza kuwa salama e. Kwa hiyo tumhitaji Mungu kila saa e, sio unamtegemea Mungu kama dawa kama bana nabidi tumuhitaji Mungu wakati wote ili atusaidie kutuokoa na changamoto mbalimbali zinazotukumba, kwa sababu nasema ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, maana mimi nimefanyaje? Nimeushinda ulimwengu. Neno dhiki linalotumika pale unasema ni majaribu, yani ni, yani ni kifurushi cha majaribu, majaribu ya kila namna bayo yanaweza kavukumu, ndio maana Warumi ile 8 aya 35 anasema ni nini kitakupenda na upendo wa Kristo? Ni dhiki ama njaa ama uchi ama ubanga? Lakini anasema katika yote tunashinda zaidi ya washindi kupitia yeye aliyefanyaje, aliyeshinda. Niwapendekezee mchana wa leo, tumwamini Mungu tukimtumaini wakati wote, atatushindia maana yeye hajawahi kutuacha. Anasemaje?